Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limewakamata watu watatu kwa ajili ya mahojiano kufuatia vurugu zilizojitokeza katika vituo vya magari ya mwendokasi katika maeneo ya Magomeni Usalama jijini Dar es Salaam. Akizungumza, kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam Murilo, Jumanne Murilo amethibitisha kutokea kwa tukio hilo. Tukio lilianzia pale maeneo ya Gerezani Kariakoo, e, mabasi kuna yalichelewa kuchukua abiria pale. Lilipofika basi moja pale watu walikuwa ni wengi wa wakalishambulia na kuharibu vioo kule. Hata hivyo fujo zile zilitulia, na baadhi ya abiria wakaingia kwenye basi wakaja nalo mpaka Magomeni Mapipa, ambapo inadaiwa liliharibika, na wale baadhi ya abiria walishuka na wakakuwa mawe yaliyokuwa karibu na na kulishambulia kwa maana ya kuharibu vioo vya basi pale Magomeni Mapipa. We, wale, wale walikuwa wanatembea kwa mguu waliotoka kwenye hili basi la hapa Mapipa, wafika eneo la Usalama, wakakutana ba, wakakuta na basi lingine, wakachukua mawe yaliyokuwa karibu na maeneo yale, nalo wakawaweza kulishambulia na kuharibu vioo. E, la mwisho lilikuwa ni pale Magomeni Kagera, ambapo sasa hawa watu walikuwa wanatembea kwa mguu. Kumbuka liliharibika moja Kagera huku liliharibika basi moja huku Mapipa bea kwa mguu walipoanza kushambulia tena gari lingine pale <clears throat> na kituo cha mwendokasi pale polisi, wakawa wamekutana nao wakiwa wanatokea maeneo ya huku Manzese. Kuna kituo cha Manzese, Ubungo, ambapo vituo vingine vya huku juu vilikuwa viko salama na magari ya huku juu yalikuwa yako salama. Kwa hiyo hicho ndicho kilitokea na kwenye kundi hilo watu watatu wamekamatwa na wanahojiwa. Kwa kifupi sana, hali ilikuwa namna hiyo. A, kumbuka hilo kundi limetokea maeneo ya, ya huku mapipa a, likaja pale kituo cha usalama limepita Mwembechai limefika Kagera a, sasa kundi linaongezeka kubwa Unaona, sasa unafanya uharibifu wa miundombinu hii ya umma. Kwa hiyo kilichofanyika, uh, nadhani watu wakisikia mlio wanajua ni risasi eh, eh, lile ni bomu la kawaida la kutuliza ghasia lililorushwa hewani eh, kuashiria watu watawanyike. Kwa hiyo hakuna risasi iliyorushwa, ila ni bomu lile la kuwatawanya lililorushwa hewani na unaona, baada ya kufanyika vile uh, kwa hiyo vile vitendo viliishia pale.